Baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanaharakati wa Kenya nchini Tanzania, akiwemo Boniface Mwangi aliyedaiwa kuteswa na baadaye kufurushwa nchini humo, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amejitokeza na kutetea ziara ya wanaharakati hao akikashifu kukandamizwa kwao huku akitupilia mbali tetesi kuwa walinuia kujiingiza kwa siasa za Tanzania. Boniface Mwangi alienda ali Tanzania, pia mimi pia nilienda Tanzania, hata nilikutana ni, ni na yeye Dar es Salaam. Eh, furaha yetu ni kwamba ameachiliwa, hata kama alikuwa ameachiliwa kwa njia e, ambao ni ya kutatanisha, na, na vile tuliona kwa, kwa, kwa media ni kama alikuwa ameuturumiwa lakini aliachiliwa. Kitu muhimu ni kwamba ameachiliwa. Maraga ambaye pia alizuru Tanzania wakati wa kesi ya kiongozi wa upinzani Tundulisu amebaini kuwa walinuia kusimama na kiongozi huyo, wala sio kuvuruga amani ya nchi hiyo. Na waka, sababu ya kwenda kwa nchi ya, ya, ya Tanzania sio ati ni kuvuruga amani yao tuna acha ya na hiyo tulienda tu kuchumulika kujiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa mpinzani wa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania, ambao anapigania hii haki ya nchi zao kama e, nchi zote. Amesisitiza umuhimu wa demokrasia kwa mataifa ya Afrika Mashariki akibaini kuwa iwapo hamna amani katika mataifa jirani, pia taifa la Kenya litaathirika pakubwa. Munajua ya kwamba kama hakuna demokrasia Kenya Tanzania itakuwa na tatizo, kama hakuna demokrasia Kenya Uganda itakuwa na matatizo, kama hakuna demokrasia Uganda, Tanzania na jirani zetu wote, we all get affected. Hizi countries zinakuwa affected. Kwa hivyo kwenda kwetu hapo ni kuchumuika na wale wenzetu ambao wanataka haki itendeke, e, uchaguzi ufanywe wa haki huku. Haya kijia, Rais wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa viongozi na vitengo vya usalama kuendeleza juhudi za kulilinda taifa hilo dhidi ya wageni anaosema wananuia kuvuruga amani katika taifa husika. Mnaona yanayotokea leo. Eh, kwamba nchi, watu kutoka kwingine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu, wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, ni sote, kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara, mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu, hii ndio rasilimali yetu tuliyoachiwa. Hatuna nyingine. Nendeni kailindeni. James Mwangi, Undugu TV.